Historia karibu kwenye upeo wa historia, tunafichua chanzo cha majina, tunachambua mizizi ya maeneo. Historia haija kuhusika, imejificha majina wa historia ndani ya Rogy Redio kwa ushirikiano na Rogy TV. Rogy TV ndio nyumbani kwa burudani. Katika upeo wa historia siku ya leo tutakuwa tukiangazia, je, Bungoma ilipata vipi jina Bungoma? Tunamaanisha, je, Bungoma ilikuja kuitwa vipi Bungoma? Tunapata kwamba jina Bungoma linatokana na neno la Kibukusu engoma, ambalo linamaanisha ngoma, yaani drum. Hadithi ya jina hii inayosema kwamba eneo hilo ambalo kwa sasa linaitwa Bungoma lilikuwa ni mahali pa mikutano ya wazee au baraza la viongozi kutoka kwa jamii ya Bukusu, sehemu ya jamii ya Waluya, walikuwa wakikusanyika chini ya mti mkubwa na kupiga ngoma almaarufu engoma katika lugha ya Kibukusu, ili kusanya watu kwa ajili ya mikutano au matangazo muhimu. Kwa muda mahali hapa likawa linahusishwa na mikutano hiyo mara kwa mara ya kupiga ngoma. Hatimaye jina Bungoma likatokana na neno engoma yaani ngoma. Tegea tena wakati mwingine kupata upeo wa historia ndani ya Rogy TV kwa ushirikiano na Rogy Redio. Na huo ndio ulikuwa upeo wa historia,